Kitu ambacho nataka tukiangalia, nataka tuangalie kwa habari ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna majira, huyu kerubi kabla hajawa shetani alitenda kazi njema, alifanya mambo mazuri, alimwabudu Mungu, alimsifu Mungu mpaka uovu ulipoonekana ndani yake. Uovu ulipoonekana ndani yake, Mungu akamfukuza kerubi kwenye bustani yake. Kwenye kitabu kile cha cha Isaya 14 na yule mstari wa kumi na tatu anasema kerubi alisema nitakiinua kiti changu mpaka juu kupita. Anataka kufanana na Mungu, anataka kumpindua Mungu, yani yeye hawe Mungu. Na ndio maana hata baada ya uovu, baada ya uasi, bado shetani anajiita kwamba yeye ni mungu wa dunia, kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 12 na ule mstari wa saba Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa saba. Anasema hivi, kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana pamoja nao, akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, joka wa zamani, aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo kwenye vita ile sasa iliyopigana baada ya uovu kuonekana ndani ya Shetani, ndani ya kirubi ambaye baadaye akaitwa Ibilisi, akaitwa Shetani, anasema alitupwa sasa shetani alipotupwa hakuwa na kitu tena. Ina maana shetani akawa giza, shetani akawa ukiwa, shetani akawa utupu kwao. Baada ya uasi wa kerubi huyu ambaye anaitwa shetani, akawa ndio mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ikiwa na maana kwamba kabla ya uasi shetani alijua mazuri, na baada ya uasi shetani akajua mabaya, kwayo akawa na ujuzi wa mema akawa na ujuzi wa mabaya. Ndio Mwanzo 2:15, na Mungu anamwambia Adamu, mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula mti huo hakika utakufa. Mungu alikuwa namaanisha asishirikiane na Shetani kwa sababu, siku atakaposhirikiana naye inamaana uovu utaingia ndani yake. Uovu ukiingia ndani yake, ile nafsi hai ya Mungu, pumzi hai ya Mungu ndani ya Adamu itaondoka. Pumzi ya Mungu ndani ya Adamu ikiondoka, inamaana huyu Adamu atabaki mavumbi, atarudi kwenye asili tena ya mtu. Kwa hiyo mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni Shetani ambao kabla alijua mazuri na baadaye akajua